Kulingana na jinsi ambavyo timu langu linacheza eh, kwa mechi tangu msimu um, wa pili yani, second leg na katika zile mechi ambazo zimepita za CRDB cup tumeimpose mechi letu kwa mpinzani wetu, na, na -expect the same kutoka kwa wachezaji wangu kwa sababu sahizi in terms of uh, kimbinu uh, confidence ya wachezaji wangu na in terms of vile tunataka kucheza mchezo wetu kama Singida Blacks, Black Stars, ndio expectation yangu kwa mechi ya kesho hayo so, ndio ile attributes ambayo unakuja nayo kama kocha katika mechi ya kesho. Hakuna tunakuja katika mechi hii tukijua tunataka ubingwa kama Singida Black Stars. Sometimes I matter which team ni kubwa au team ni ndogo. Hiyo inapitwa na wakati kwa sababu tunaongea historia. Lakini history lazima ucreate every time. Sasa, wachezaji wangu wa Singida ambao sisi kama team tuko na destiny yetu ya kufata. Either kama si timu ndogo au siji, au timu kubwa lakini, tuna destiny kwa sababu CRDB eh, Federation Cup inatupia nafasi ya kupush katika fainali na kupata ile ubingwa wa ile taji kwa sababu sisi kama Singida Black Stars investment ambayo tunaweka ni kwa sababu tunataka cabinet zetu zikuwe na trophy. So rallying call yangu itakuwa simple, naongelea upande wangu, sitataka kuwa na any excuse, sitataka kuwa na situation yote la la kiwanja la mbinu, si mbinu la ufundi ama nini no, ni outcome ya mechi ndio natazama sasa hivi, so liwe ni kwa lile situation, nataka nikimaliza mechi kesho Uwa, sita kuwa sitakuwa na jambo lote la kuziongelezea. Mambo mengine yanaweza fanyika sivyo, lakini ujue katika football kuna ile 17 laws of the game. So sometimes uh, naweza kusema sasa hivi nimechukua tahadhari zote, mpaka kama itakuwa ita include ku mark hizi 17 rules za game nitafanya marking kama coach, so hii ndio reality yangu ambayo tunakutana mechi ya kesho. Kwa kweli kwanza tunamshukuru tunamshukuru Mungu, Mungu kwa kweli eh, hali ya kikosi kiko vizuri kabisa, baada ya mechi yetu ya mwisho. Kizuri zaidi ni kwamba hatuna injari, wachezaji wote wako salama na wote tulifika salama katika mji wa Babati na tuko tayari kwa ajili ya mechi ya nusu fainali kesho. Tunajua haitakuwa mechi rahisi, lakini lengo letu ni kucheza fainali. Kwa hiyo pamoja na ugumu wa mechi utakao kuepo, lazima tupate matokeo kwenda kucheza fainali. Ni kweli ukiangalia mechi baada ya siku mbili tumetoka kucheza nao na tuliweza ku, kuweza kushinda kwa goli moja. Tunakuja kukutana nao tena katika mechi za nusu fainali. Mchezo wa kesho ni mchezo tofauti kabisa na mchezo uliopita. Mchezo uliopita ulikuwa ni mchezo wa kutafuta pointi tatu muhimu, lakini mchezo wa kesho ni mchezo wa mtoano wa kwenda katika fainali. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa na approach tofauti kabisa na mchezo uliopita, lakini tunawaheshimu Singida, wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri. Pamoja na ubora wao, tunahakikisha kesho tunawako na kwenda katika hatua ya fainali. Mechi ya kesho itakuwa ni nusu fainali bora zaidi ambayo pengine itakuwa ni kati ya mechi ambayo uh, imechezwa hivi karibuni ukizingatia tumetoka kwenye mchezo wa, wa ligi uh, uh, juzi na kesho tunaenda kwenye mchezo wa nusu fainali wa CRDB. Um, kila mtu yuko tayari baada ya mchezo wa Dar es Salaam kuisha mechi ile ilisha pale na kila mtu yuko tayari kwa ajili ya nusu finali ya kesho. Mchezaji mkubwa achagui uwanja. Yawezekana uh, tusingeutumia pia kwenye mechi za kirafiki lakini kwenye mchezo tungeutumia. Kikubwa ni kuwa tuko tayari kwa ajili ya mechi, aidha tumeutumia uwanja au hatujautumia, tuko tayari kwa ajili ya mechi na tuko tayari kwa ajili ya ushindi. Tunashukuru kwanza tumefika salama hapa mkoani um, Manyara. Maandalizi yameenda vizuri, na leo tutakuwa na maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho, na sisi kama wachezaji tayari tuko vizuri kuhakikisha kwamba leo katika maandalizi ya mwisho tunapokea kila kilichokuwa bora, kila kilichokuwa kizuri, kuhakikisha kwamba mchezo wa kesho tunaenda kufanya vizuri. Ah, uh, ukiangalia kwanza, kuna, uh, ratiba jinsi ilivyo, tuna mechi karibu karibu sana, lakini ah uh, uzuri kwamba tuna kikosi kipana, lakini pili Uh, ni lazima tuzicheze na lazima tupate matokeo sababu, Simba ni timu kubwa, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana kwa ajili ya timu kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo, na, na mchezo ambao uliopita uh, kwa sababu tunapinzana ambao tunacheza na nao ni hao hao ambao tumetoka kucheza nao mchezo uliopita, kwa hiyo tunafahamu vizuri, wanatufahamu vizuri, na siku si nyingi kulikuwa kutakuwa na maandalizi makubwa zaidi ya, ya kile ambacho tumetoka kukifanya katika mchezo uliopita. Kwa hiyo niseme tu kwamba uh, kikubwa tutarudi katika uwanja wa mazoezi leo kwa uh, mazoezi ya mwisho kuhakikisha kwamba uh, tutapokea yale ambayo walimu wetu watatuelekeza kuelekea katika mchezo wa kesho wa nusu finali.